Simulizi ya alama ya mnyama 666: ushirikina, dhambi na wakati wa mwisho. Je, unajua kuwa kwenye maandiko ya Biblia kuna ishara moja tu yenye nguvu ya kiroho inayowakilisha dhambi kubwa zaidi, shirikina na utii wa giza? Ishara hiyo ni alama ya mnyama 666. Katika simulizi hili tutafungua siri ya alama hii, maana yake na jinsi inavyohusiana na wakati wa mwisho, kama inavyoelezwa kwenye Ufunuo na nabii Danieli. Dunia haikuwahi kuishi katika giza la dhambi. Mwanzo, Mungu aliumba mwanadamu kwa picha yake, kumpa uhuru wa kuamua, amani na uhusiano wa karibu naye. Lakini mwanadamu alikosa kumtii Mungu. Dhambi ilipenya moyoni mwa mwanadamu na hivyo kuanzisha vita kati ya nuru na giza. Hii ni dhana muhimu. Minyororo ya dhambi na giza inaendelea hadi wakati wa mwisho, lakini Mungu alitoa ahadi ya wokovu. Neno la Mungu linaonyesha kuwa kila nguvu ya giza itavunjika mbele ya Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu. Nabii Danieli anaelezea mnyama atakayejitokeza: ni mfalme mwenye nguvu ya kisiasa na kiuchumi, aliye na ustadi wa kudanganya wengi. Yeye ataamrisha watu wa dunia kuchukua alama ya giza, alama ya mnyama sita sita sita, ili waweze kushiriki katika biashara na madaraka yake. siri ya namba katika kitabu cha Ufunuo kumi na tatu, mstari wa kumi na sita, hadi kumi na nane, tunasoma yeye pia atafanya wote wadogo na wakubwa wenye matajiri na maskini huru na watumwa waweke alama kinyume cha uso wao au mkono wao ili waweze kununua au kuuza. Hii ni busara, ambaye anaakili ahesabu namba ya mnyama, kwa maana ni namba ya mtu na namba yake ni 666. Kwanza, alama ya sita, sita, sita ni namba ya mtu. Hii ina maana kuwa nguvu za giza zinalingana na mfumo wa kibinadamu, nguvu za kisiasa, uchumi na madaraka ya dunia. Mnyama huyu hatashirikiana na nguvu za Mungu, badala yake atashirikiana na dhambi na ubinafsi wa kibinadamu. Kwa nini sita, sita, sita? Namba saba mara nyingi inawakilisha ukamilifu wa Mungu. Namba sita mara tatu inaashiria ukosefu wa ukamilifu wa kibinadamu, dhambi isiyo na mwisho na kushindwa kumtii Mungu kikamilifu. Kwa hivyo sita sita sita ni ishara ya kushirikiana na dhambi, kuto kumwamini Mungu na kushikamana na nguvu za giza. Alama hii si tu kitambulisho cha kifaa au kielelezo cha kisiasa, ni ushirikina wa kiroho. Wale wanaokubali alama hii wanakuwa chini ya mamlaka ya giza. Inahusiana na kuingia katika mfumo wa dhambi, ukiwemo ukandamizi, biashara na utii wa dhambi. Mfalme wa mwisho na shinikizo la biashara na kisiasa. Danieli anatuania kuwa mnyama atakayejitokeza katika wakati wa mwisho ataamrisha watu kusimama chini ya mamlaka yake. Hii italeta shinikizo kubwa. Watu watashinikizwa kushiriki katika mfumo wa giza ili kufaidi maisha ya dunia. Alama ya 666 ni lango la utii. Kwa wale wanaokubali, hawataweza kuepuka mfumo wa dhambi. Kwa wale wasiokubali, hakuna shinikizo la dhahiri litakaloshinda imani yao, lakini watalazimika kupigana kiroho na nguvu za giza. Ufunuo 15 mstari wa 17 linatufundisha tena kwamba mtu awaye yote asiwe naweza kununua wala kuuza isipokuwa awe na chapa hile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya herufi za jina lake. Hii inaonyesha wazi kuwa alama ya mnyama inahusiana na uchumi na madaraka. Wale wanaokubali wanaingia katika mfumo wa dhambi na kudanganywa. Danieli alikuwa nabii aliyebaini mapambano ya roho kati ya nuru na giza. Aliwaambia Waisraeli wa kale kuwa nyakati za mwisho zitaleka uongo mkubwa, nguvu za kisiasa zenye hila na mnyama atakayejitokeza. Lakini pia Danieli aliwaonyesha kuwa Mungu ana nguvu ya kuokoa watu wako, walio katika tihisho za giza hawatakosa mwongozo wa Mungu. Danieli 12 mstari wa kwanza na bila anaonyesha kuwa Wakristo wa kweli watatambua alama ya mnyama 666, wakiwa na ufahamu wa kiroho na imani ya kudumu. Hii inatuonyesha kuwa busara ni muhimu, si kuogopa dhahiri, bali kuelewa ishara na kutoishika dhambi. Ufunuo 15 mstari wa 9 hadi 11 linatufundisha, na malaika watatu aliwafuata hao wawili, akisema kwa sauti kubwa, yeyote anayemwabudu yule mnyama na sanamu yake na kukubali kutiwa alama yake juu ya paji la uso wake au juu ya mkono wake, yeye mwenyewe atakunywa diwani ya adhabu ya Mungu ambayo imemiminika katika kikombe cha adhabu yake bila kuchanganywa na maji. Mtu huyu atateseka ndani ya moto wa madini ya kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana-kondoo. Mosi wa moto na watesta hupanda milele na milele, nao hawana pumzi mchana na usiku, wale wanaomwabudu yule mnyama na sanamu yake na yeyote anayepokea alama ya jina lake. Hii inatufundisha wazi kuwa alama ya mnyama si tu ishara ya kisiasa au uchumi, bali kitisho cha kiroho cha milele. Wale wanaokubali alama hii wanapoteza uhuru wa kweli. Ushirikina huu unawakilisha kushirikiana na dhambi, kuto kumwamini Mungu kikamilifu, na kujikuta katika adhabu ya milele. Sehemu ya sita: alama ya mnyama leo ni ishara kwa Wakristo. Leo alama ya mnyama 666 inaweza kuonekana katika mfumo wa kisiasa, kiuchumi na kidini. Shinikizo la dola na madaraka: watu wengi wanashinikizwa kumtii mfumo usio wa Mungu. Uchumi wa binafsi: ili kufanikisha biashara, baadhi ya watu wanalazimika kupuuza sheria za Mungu. Utii wa kijamii: baadhi ya jamii zinashinikiza watu kubadilisha imani yao. Biblia inatufundisha kuwa ufahamu wa kiroho ni muhimu kushiriki katika mfumo wa giza kunapoteza wokovu na kumweka mtu chini ya nguvu za Ibilisi. Sehemu ya saba: mwisho, ushirikina visi za ushindi wa Kristo. Alama ya mnyama ni alama ya utii wa dhambi na kushirikiana na nguvu za giza. Namba sita sita sita inawakilisha ukosefu wa ukamilifu wa kibinadamu, dhambi isiyo na mwisho na kujitenga na Mungu. Biblia inatufundisha kuwa wakati wa mwisho utaonyesha nguvu ya kisiasa na uchumi zinazolazimisha kushirikiana na dhambi. Lakini Kristo ndiye Mwokozi wa milele, na hakuna nguvu za giza zinazoweza kumshinda mtu aliyemwamini wa kweli. Ufunuo 22 mstari wa 12 hadi 14 inasema, tazama nimekuja, tazama nimekuja vivi karibuni, na zawadi yangu nami nitakayompa kila mtu kilingana na matendo yake. Mwenye kuosha nguo zake atakuwa na haki ya kula chakula cha uzima na kuingia mjini kwa milango. Hii ni ishara ushirikina wa giza unaweza kuepukika na wokovu ni bure kwa kila anayemwamini Kristo. Alama ya mnyama sita sita sita si mwisho wa mwanadamu bali ishara ya kuamua utii wa giza au imani kwa Mungu. Simulizi alama ya mnyama 666 ni funzo la kudumu. Wakati wa mwisho utaonyesha shinikizo dhahiri na kiroho. Alama ya mnyama inawakilisha utii wa dhambi, uchumi na nguvu za giza. Namba sita sita sita ni ukosefu wa kibinadamu tofauti na ukamilifu wa Mungu. Ushirikina unaweza kuepukika kwa imani ya kweli na ufahamu wa kiroho. Kristo ndiye mwokozi wa milele, na hakuna nguvu za giza zinazoweza kumshinda yule aliyemtiifu kwake. Kwa Wakristo wa leo, ni wito wa kutochukua alama ya mnyama, kuwa makini na nguvu za giza, na kudumisha imani. Subscribe kwenye Simulizi za Biblia kuona simulizi zingine za Biblia, funzo za kiroho, na ujue jinsi ya kuishi kwa uhuru na amani ya Mungu kila siku.